Kampeni hivi sasa ya kuiondosha uongozi wa ligi kuu pamoja na Terabi madarakani kwa kile ambacho kinazungumzwa kwamba ameshindwa kufanya majukumu yao, na hii imeanzishwa na upande wa Young Africans ambao wanaona hawaridhishwi kwa kiasi kikubwa na maamuzi ambayo yanaendelea kutolewa na bodi ya ligi. hii ni kuanzia kwenye sakata la Kariakoo derby na mengi zaidi. Kila siku inapoitwa leo, yameendelea kuibuka, kila mmoja akiwa anazungumza la kwake, na kila mmoja akitoa mtazamo wake. Wapo ambao kama Haji Sande Manara ameanzisha kampeni ya kumwondoa madarakani eh, rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, TFF Wallace Karia akisema Uh, Karia mastigo lakini, kama tunavyofahamu Yanga walitoa uh, msimamo wao wa mwisho na kuwataka Steven Mguto uh, pamoja na mwenzake waweze kujiondoa katika nafasi zao, lakini amezungumza Steven Mguto tunafa, uh, kwa taarifa ni kwamba uh, muda wake ukaa madarakani uh, kikawaida ama kisheria unakaribia kutamatika. Hivyo kuna maswali ameulizwa kuhusiana na hili ambalo linaendelea sasa hivi na amekuwa na majibu ya kusema kwamba hayo mambo atayazungumza baadaye na anayasikia hayo ambayo yanaendelea kuhusiana na yeye kutakiwa kutoka madarakani kwa maoni ya watu binafsi hivyo kila mmoja mm -hmm. amekuwa na maoni yake kuhusiana na hili ambalo linaendelea. Tuambie na wewe maoni yako kuhusiana na hili, lakini kubwa zaidi tu usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV, kama bado haujaweza kufanya hivyo, ili uendelee kujipatia taarifa zetu mbalimbali kwa uharaka zaidi. Asante ambaye tayari umekwisha kwa wanafamilia bora wa Mtanange TV kwa kuendelea kusubscribe katika YouTube channel yetu ya Mtanange TV.